Mafanikio ambayo lipo na sehemu ya Msanga Mkuu ambayo tutaenda hivi punde mheshimiwa mgeni rasmi, na moto kivuko hiki cha MV Kilambo kinaendelea kutoa huduma hadi sasa. Naomba nitoe na historia fupi ya kivuko chetu hiki cha MV Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, kivuko hiki cha MV Mafanikio ni kivuko ambacho kilianza kutengenezwa na mkandarasi kutoka Uholanzi ambaye alishindwa kuendelea kukimaliza, na baada ya hapo tulita, alifukuzwa na tukatafuta mkandarasi mwingine ambaye ni mkandarasi mzalendo MS Tongoro Marine Transport wa Mwanza. Mkandarasi huyu aliweza kumalizia kifuko hiki kwa muda wa wiki kumi na mbili na kivuko hiki kiliweza kuanza kazi mahali hapa tulipo mwaka jana elfu mbili kumi na nane. Yaani, Mheshimiwa mgeni rasmi, kivuko hiki kina uwezo wa kubeba watu mia moja waliokaa, na pia kina uwezo wa kubeba magari sita. Kivuko hiki kina uwezo wa tani hamsini, na kivuko hiki kama utakavyo kizindua hivi punde. Ni kivuko ambacho kilinunuliwa kwa gharama ya shilingi bilioni 3.3. p3 Mheshimiwa mgeni rasmi, kivuko hiki kimekaguliwa na Smarta na kimewekwa vifaa vyote na kimetengenezwa kufuatana na IMO standard. Vifaa utakapoviona vyakomabori. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kivuko chetu cha ja ivi Kilambo kina uwezo wa kubeba watu mia moja, tani hamsini, magari sita, na kinaendelea kutoa huduma kama nilivyosema, na kina sema, na kina, uwe, kina mpangilio wa vifaa vyote vya uokoaji kama nilivyosema hapo awali. Hutuma mgeni rasmi linashukuru sana, asante sana, na unakaribishwa katika kivuko kwa ajili ya kukizindua. Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe waziri atoe maelezo machache. Mtwara oye! Mtwara kuchere! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Mlicho Kikwete, Mheshimiwa mama Kikwete, Mheshimiwa Hawa Gasia, Waziri, Mheshimiwa Mkuchika, waheshimiwa na maneno mengi, maneno yangu ni machache, pia kukukaribisha wewe huzi uzindue kivuko hiki ambacho kimetengenezwa kwa asilimia mia moja na fedha ulizotoa wewe. Aa, gharama ya kivuko hiki E, bilioni tatu pointi tatu. Na kwa taarifa tu, mheshimiwa rais, katika kipindi chako cha miaka kumi kabla ya hapo tulikuwa na vivuko vilivyokuwa kumi na vitatu Tanzania nzima kwa miaka hamsini Katika kipindi chako umeweza kununua vivuko kumi na vitano <coughs> vipya yenye yeah. tani tofauti na kimoja wapo ni hiki ambacho leo unakizindua, Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru na hivyo kuifanya Tanzania kuwa na vivuko zaidi ya 28, lakini pia umeweza kukabati vivuko zaidi ya saba ambavyo vinafanya kazi katika nchi nzima. Hii ni ahadi zako ambazo umekuwa ukizitoa mheshimiwa. Na ahadi zako Mheshimiwa Rais zimekuwa ni ahadi za ukweli. Wananchi wa Mtwara walikuwa hawana wali kiungani, kiunganisho kwenda kule Msanga Mkuu. Wapo walipata shida, wapo wapo waliozama kwenye mitumbwi, wanafunzi wapo waliokosa shule, kwa sababu kuzunguka Msanga Mkuu kuja <coughs> mpaka Mtwara ni karibu kilomita ishirini na moja, lakini kwa kutumia kivuko hiki ni dakika saba. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, upendo ulionao kwa Watanzania, kwa malezi mazuri uliolelewa na Chama cha Mapinduzi, ndio matokeo haya ya kuweza kupatikana kivuko. Tunakushukuru sana. Sisi watendaji wako, kila ulipokuwa ukituagiza, tulikuwa tunauliza hela ziko wapi mzee. Baada ya sukumbiri, unatoa hela, tukisubiri unatoa hela Mavivuko yamenunuliwa kila mahali kila mahali, kivuko mbele, kivuko nyuma, kivuko mgongoni, kivuko. Tunakushukuru mheshimiwa rais, wananchi hawa wamekusanyika kwa heshima ya wa, wa kubwa yako wewe, mheshimiwa rais, kwamba ahadi zako ni za uhakika, ahadi zako ni za upendo, na hasa kwa sababu na mheshimu Mungu, kwamba una wajibu wa kuwatumikia Watanzania kwa upole wa na kwa uadilifu mkubwa katika kivuko hiki sisi ni wizara ya ujenzi, kama ambavyo ulitueleza kwamba kivuko ni lazima kitumike kama daraja mbadala. Wanafunzi wote, ili mwanafunzi amevaa uniform, atapa, atapita kwenye kivuko hiki bure, bila kulipa hela. Kwa hiyo, kwa wale wakubwa wakubwa ambao wanataka wapite bure bure, yeah. itabidi yeah. wavae yeah. yeah. uniform ili kuzuri, kivuko hiki kishakuwa, mwanafunzi na umevaa uniform, wewe unapita bure, kwa sababu ni kivuko kimeletwa na rais wetu mpendwa. Ni kivuko ambacho kimeletwa kwa ajili ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambaye msimamizi wake mkuu ni Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini pia tumeamua Mheshimiwa Rais, kwamba walemavu kwa sababu hawana mahali pa kuweza kupata mapato yao kwa ajili ya kupitapita hapa, nao watapita bure. Kwa wale wengine wanafunzi ambao wamevaa uniform na wale zote zimeshapangwa pale ni shilingi mia moja, kwa watu wazima shilingi mia tatu. Na bahati nzuri zimeshaanza kuitumia wanafunzi ambao hawakuvaa uniform wanafuzi, wanafuzi, wanafuzi, wanafuzi, wanafuzi, amba na watoto ambao wakuvaa uniform. Akishavaa aki uniform, uniform tu mwanafunzi awe sekondari au hata kama yuko chuo kikuu, mradi amevaa uniform, ni bure <laughs> na watapu, wa wa <laughs> isi, wa wa kwa wale watakaotaka kuonekana kama wanafunzi vaa unifomu tu hata ya mwanafunzi wa darasa la saba utapita bure. Mheshimiwa Rais, umati wa watu hawa wote wamekuja kwa heshima yako kubwa lakini mimi naomba nijitambulishe kwao kwa ruhusa yako, Mheshimiwa Rais wangu. Mimi ninaitwa John Pombe Joseph Magufuli. Ukisahau John, kumbuka <laughs> Joseph ombe pombe, hamuwezi mkisahau, kisahau <laughs> <laughs> pombe, basi kumbuka hata Magufuli <laughs> Kwa bahati nzuri, chini ya usimamizi mzuri wa mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na viongozi mlio watuma Dodoma waliweza kuniteua mimi niweze kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais. Mheshimiwa Rais, ninauhakika Watakapokuwa wanapita kwenye kivuko hiki hawatanisahau na mimi kwamba alikuwepo John Pombe Joseph Magufuli aliyekuwa waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa sasa ninakukaribisha. Salamu wananchi a Kikwete, wote tushangilie jamani. Wazungu hao wamekuja kukushangilia mheshimiwa, kwa sababu wanajua maendeleo ni kwa watanzania wote. Asante mheshimiwa waziri wa ujenzi, mheshimiwa waziri hawa gasia, mkuu wa mkoa injinia, mkuu wa vivuko vyote nchini, na mkuu wa vivuko vyote nchini, mwanamke, wanawake wanaweza hii io ndio mtaalamu wa kivuko. Kwa mimi nafurahi kwamba angalau nimefika kukiona. Serikali imesema hawa, hii ni moja ya kero kubwa inayewasumbua watu wa ng'ambo na watu wa huku wakitaka kwenda kule. Tuliahidi kwamba tutaleta ta kivuko, ahadi imetimia eni limeisha. Atudaaaan jambo at lingine wanawatakia kila la heri, pongezi kwa kupata kivuko. Kilichobakia sasa ni kuhakikisha kwamba watu hawazidi kuliko kiasi, magari hayazidi kupita kiasi, kwa sababu tukizidisha hapo tutatokea ajali, na ajali ya kivuko yenye watu wengi wanapoteza maisha, watu watu watu atemesa, ya watu wengi. Kwa tumaini yangu ni kwamba watu wasemesta, mtahakikisha kwamba hamzidishi zaidi ya watu mia, hamzidishi zaidi ya magari sita, ili kuhakikisha usalama waku anafanya matengenezo ya mara kwa mara ili kiweze kuwahudumia watu. Baada ya kusema hayo, ongereni sana. Wacha sasa tuvuke twende Msanga Mkuu. Aa, kivuko hiki cha MV Mafanikio, naomba watu wengine tupungue tafadhali. Naomba kama huko kwenye hilo konde ambalo nimetaja naomba sasa tuanze kushuka, naomba tupungue.